Baadhi ya wanaume naomba niongee na nyinyi hapa. Wewe kama mwanaume unataka mkeo wa kuheshimu, unataka mkeo akunyenyekee, unataka mkeo akutii. Je, wewe tabia unazomwonyesha mkeo ni tabia za namna gani? Unajua, baadhi ya wanaume mimi sielewi kwamba huwa wanajisikiaje kwenye maisha yao. Kweli wana roho za utu? kweli wana roho za ubinadamu? Nakosa hata jibu. Unakuta kuna mwanaume ambaye yeye ndiyo sababu ya machozi ya mkewe kila siku mke analia, mke anajilaumu, kwa nini niliolewa na huyu mwanaume? Mke anajutia, mke anakutangaza kwa watu huko, jamani, mimi mme wangu ni muhuni, mimi mme wangu ni Azam TV burudani kwa wote, anaenda mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Mke wako anakuwa na ujasiri wa kukuzungumzia kwamba mme wangu mimi ni muhuni mbwa, yani wewe kama mwanaume huchagui. Naomba niwaambie kitu kimoja, kuna tofauti kati ya wewe mwanaume kuwa muhuni na wewe mwanaume kuwa na matamanio kama mwanaume matamanio ya kiume hayawezi akakutoa akili zako, hayawezi akakutoa fikra zako, hayawezi akakutoa utu. Wewe kuwa na utu kwa mkeo, wewe ukisha kuwa na matamanio ya kawaida, lazima ujue kubalansi na kujiwekea mipaka, lazima ujue kulinda familia yako, lazima utenganishe vitu kwenye maisha yako, unajua kubalansi. Lakini wewe ukisha kuwa muhuni, usitegemee heshima kutoka kwa mkeo. Unapokuwa mtu ambaye kila siku mkeo anakuona na, na mwanamke huyu kesho na mwanamke huyu kesho kutwa na mwanamke huyu na analia kwa ajili yako. Amekonda kwa ajili yako, kwa ajili ajili ajili yako yako yako amepauka. Mke wako ulimwoa, mke wako kiu, unampenda ukulazimishwa na mtu, mke wako akungangania ndani labda pengine tuseme ukumpenda wewe mwenyewe ulichagua kabisa kwamba mke wangu nakupenda, ukaenda kwao kumlipia mahari, umeanza kuishi naye. Naomba niwambie kitu kimoja. Mke wako ni msaidizi wako, lakini siyo mtumwa wako. Mke wako siyo mtumwa wako, mke wako ni msaidizi wako. Maana ya msaidizi, maana yake ni makamu wako. Haimaanishi kwamba wewe ukiwa mwanaume umtendee kila matendo mabaya mke wako, umtendee usaliti wa wazi mke wako, utembee na marafiki wa mke wako, utongoze majirani wa mtaani kwenu eti kwamba wewe ni mwanaume. Hakuna kitu kama hicho. Mwanaume unayejitambua na mwenye akili timamu, niseme wanaume wanaojitambua na wenye akili timamu lazima wajue kujiwekea mipaka ya kiheshima pia. Lazima wewe utangulie kujiheshimu ili mkeo wako akuheshimu. Lazima wewe uonyeshe kwamba mimi ni kiongozi bora kwa mkeo, ili mkeo akuheshimu, ili mkeo atii mamlaka yako. Baadhi ya wanaume mnakosa hivyo vitu kutoka kwa wake zenu kwa sababu na nyinyi pia hamuonyeshi kama nyinyi ni viongozi wenye busara hamuonyeshi kama nyinyi ni viongozi ambao mnapenda haki. Hamuonyeshi kama nyinyi ni viongozi wenye utu kwa wake zenu. Mkeo sio mtumwa, ni msaidizi wako. Wewe unapoanza kumgeuza mkeo kuwa mtumwa ni pale ambapo unaanza kumfanyia usaliti. Mkeo kila siku anauona, na bado unataka akuheshimu, akunyenyekee, akutii, aendelee kukuvumilia. Kwa nini unataka mkeo akuvumilia kwenye vitu vya makusudi? Tulifundishwa uvumilivu kuja kuvumilia vitu ambavyo vitajitokeza kwa bahati mbaya, siyo mambo yanayojitokeza kila siku. Mke wako anakushika na hili unahamia kwenye hili, kesho kutwa uko na hili, mtondogo uko na hili. Imefika mahali mke wako amechoka. Unasikia tu mwanamke anasema, mimi sasa hivi naishi tu kwa sababu tuna watoto. Yani huyu mbwa, mimi natamani mpaka afe mimi nilishawahi kusikia kauli kutoka kwa mwanamke anasema, mimi huyu mwanaume ingekuwa kuua sio dhambi, ningeshamwekea sumu afe, muda mrefu sana ananiumiza eh. Wewe kama mwanaume hutakiwi kuumiza hisia za mkeo. Simama kwenye nafasi yako kama mwanaume, mpende mkeo, mjali mkeo, mthamini mkeo, mlinde mkeo. Kwa nini ushindwe kuweka mipaka? Kwa nini mkeo namgeuza kama yeye ndio kiongozi wa uvumilivu hapa duniani? Kwa nini haumpi haki yake ya kiheshima ya na yeye kama mwanamke akaheshimika? Mimi nawaambia tu ukweli, ukimheshimu mkeo, yeye atakunyenyekea na kukutii na kukuheshimu zaidi, kwa sababu wewe mwenyewe tu unamwonyesha vitendo vizuri. Kila binadamu ana tabia kumtendea vizuri yule mtu anayemtendea vizuri. Kwa hiyo wewe unapomtendea mkeo vizuri, na mtengenezea yeye deni, na yeye kukutendea wewe vizuri, na yeye kukuheshimu na yeye kukutii kukunyenyekea na kukusikiliza kwa sababu unamtendea vizuri, kwa sababu wewe ni baba bora, kwa sababu wewe ni mume bora kwake. Lakini matokeo yake, baadhi ya wanaume mmegeuza wake zenu ni kama sehemu ya majaribio, mnajaribia uvumilivu wao, mnacheza na hisia za wake zenu, mnalalua mioyo yao. Wake zenu wanakonda, wake zenu wanapauka, we uko bize tu na mambo yako. Kumbuka huyo ndiyo mkeo, amekuzalia watoto, watoto ndani ya ya nyumba, unacheka, unasema ni na watoto kwa sababu ya mkeo mkeo amepambana na wewe kwenye maisha kipindi huna mpaka sasa hivi unacho, au hata kama alikukuta navyo bado alibaki kuwa na wewe, na pengine ataendelea kuwa na wewe hata siku utakapokuwa umepoteza. Jiulize kwamba hawa wanawake wa nje ambao wanafurahia kuona wewe unaisumbua familia yako, je, wana malengo gani na wewe? Wewe kama mwanaume jitahidi kujitambua. Unakuwaje na mwanamke ambaye anafurahia mwanamke mwenzie anapolia huyo mwanamke inamaanisha ni katili huyo mwanamke, haheshimu mipaka yake, huyo mwanamke haheshimu hisia za watu wengine, huyo mwanamke pengine ana trauma zake huko alikotoka, pengine aliachwa kwenye ndoa yake, amekuja kulipiza kisasi kwenye ndoa ya watu wengine. Naomba niwakumbushe kitu, wanaume, na mwe makini sana sasa hivi, sio kila mwanamke anayekuja kwenye maisha yako na anakukuta umeoa anajifanya anakupenda sana, namaanisha kwamba yeye yeah, ni bora kuliko mkeo. Kuna tabia ya wanawake kuwa na matatizo ya afya ya akili, anakuwa na hasira zake, anakuja kwako kwa akijifanya anakupenda, mwisho wa siku anaanza kukutumia wewe umnyanyase mke wako, kwa sababu ana visasi vyake huko alikotoka. Na wewe usipotumia akili, lazima utaipoteza familia yako, lazima utaonekana mwanaume wa ajabu, lazima utaonekana mwanaume bwege. Wanaume wanaojitambua hawafanyi hivyo vitu. Kuna tofauti kubwa kati ya wewe kuwa yani, kati ya wewe mwanaume kuwa na matamanio ya kiume na nawewe kuwa muhuni Usipoangalia utajikuta wewe uko kwenye kundi la wahuni. Wewe sio kwamba una matamanio ya kiume tena, hapana. Wewe sio kwamba una matamanio kwa sababu wewe ni, ni mwanaume hapana. Wewe ni muhuni, unageuka kuwa mnyanyasaji. Unakuja na mwanamke ambaye anakukontrol wewe huko nje, umeacha kumheshimu mke wako. Huyo mwanamke anakupigia simu ukiwa nyumbani kwako, huyo mwanamke anakuchatisha ukiwa nyumbani kwako. Wewe unamwaminije huyo mwanamke, mwanamke ambaye hajali kuhusu hisia za watu wengine. Usifikiri hajali hisia za mkeo tu, hata wewe pia anakutumia. Mimi nawaambia ukweli wa ndani. Sasa hivi wanawake wengi wanalipiza visasi, wanawake wengi walishaumizwa kwenye mahusiano huko walikotoka, kwa hiyo anakuja kwenye maisha yako kwa lengo la yeye kulipiza kisasi, anataka ashuhudie mwanamke mwingine akilia kwa ajili yake. Sasa mke wako wewe hana hatia, mke wako wewe hakumkosea yeye, lakini anafanya makusudi utaka yeye moyo wake uridhike. Baadhi ya wanaume hamjui kama kuna wanawake wa aina hii. Haiwezekani mwanamke aje kwenye maisha yako ajitie yeye ndio kiherehere, ajitie yeye ndio namba moja, ajitie yeye ndio wa maana kuliko mkeo. Mwanamke anakuja na kuonyesha tabia nzuri, anakuonyesha nini lakini mimi nakwambia, mwisho wa siku hata mke wako akiondoka akikuachia mji wake hapo, kwamba muoe huyo mwanamke umlete humo ndani ukae naye, utakuja kushuhudia maajabu. Kitu utakachokipata hutoamini. Kuna wanaume sasa hivi mnapitia hali ambazo pengine ndio umejitambua, unambembeleza mkeo na hataki kurudi. Umeshavunjavunja moyo wake sana, ameshaumia sana kwa ajili yako, ameshalia sana kwa ajili yako. Sasa hivi amechoka, hataki umwambie chochote. Unajisikieje kulaaniwa na mke wako? Unajisikieje mkeo anafika hatua anasema mimi natamani huyu mwanaume hata ningemwekea sumu afe? Kumbuka, huyo mkeo ndo anakupikia, anakufulia, anakufanyia nini. Hata akiamua kukuua atakuua muda wowote. Unavyomtendea mkeo vitu vya kinyama, chunguza sana vitu unavyovifanya vitatengeneza nini. Ndio maana sasa hivi utasikia mwanamke amemkata mumewe sehemu za siri, mwanamke amemfanya nini sijui mumewe, mwanamke amemuua mumewe. Yaani wewe unataka umfanyie mkeo vitu vya ajabu ajabu, yeye akae, akunyenyekee, akujali, akupende, akuthamini, akutii, akusikilize. Hivi hiyo itatokeeje kama wewe umfanyii mwenzio vizuri? Kwenye maisha ya ndoa tukioana, inabidi tutendeane sisi wote vizuri. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kumtendea mwenzie vizuri na mwingine kazi yake iwe kumuumiza mwenzie, huo ni uongo. Tutakuwa waongo tutakaposema mwingine amtendee mwingine vizuri na mwingine yeye awe ni mtu wa kuvumilia tu. Uvumilivu ambao wanawake waliambiwa waende wakavumilie kwenye ndoa zao ni wayale matatizo ambayo yatajitokeza kwa bahati mbaya, sio matatizo ya makusudi. Leo hii hata unavyomwambia mke wako samahani, anajua tu unamtapeli, ni mwongo, ashapitia mambo mengi sana kwa ajili yako, anajua tu unamdanganya, huna lolote la maana unalomwambia. Baadhi ya wanaume badilikeni jamani, mwanamke kuja kwenye maisha yako haimaanishi kwamba kuna kitu alikikosa kwao. Unakuta kuna mwanaume mwingine anakosa hata aibu, anamwambia mwanamke, kwani we huli humu ndani? We huvai? Kuna kitu unachokikosa humu ndani? Mkeo hivyo vyote alivipata kwao, kwako kwa alikuja kupata upendo alitegemea wewe ni kiongozi bora, alitegemea utamlinda. Matokeo yake ume, umegeuka chui, unararua moyo wake, unamuua kihisia taratibu. Mke wako anajikatia tamaa, mke wako anajuta. Sio vizuri jamani, baadhi ya wanaume, mnachokifanya. Mheshimu mke wako, jaribu kuweka mipaka ya kiheshima, jaribu kutenganisha umuhimu wa mke wako uonekane. Usimweke mke wako kama ni mwenda wazimu. Usimwone mke wako kama ni mjinga hivi. Inatokeeje? Inatokeeje wewe unachanganyikiwa na mwanamke wa nje kuliko mke wako, mwanamke ambaye amekupatia wewe watoto? Unakuwa na mwanamke wa nje ambaye huna uhakika hasa kama uko peke yako, lakini anakudanganya. Unainyanyesa familia yako, unamnyanyesa mke wako. Anaishi maisha magumu kwa ajili yako. Mke wako hapendezi, mke wako hana nuru, mke wako amepauka, amechoka. Matendo unayomtendea yanaumiza Hivi wewe ukiamua tu kusimama kwenye nafasi yako kama mwanaume, utimize majukumu kwenye familia yako, umhudumie mke wako, umpendezeshe mke wako na zaidi, umwonyeshe mke wako heshima. Heshima tu umuonyeshe mke wako heshima, kipi kitakachopungua kwenye maisha yako? Kuna haja gani ya wewe kuwa na mwanamke ambaye anakutumia meseji usiku uko nyumbani kwako? Kuna kuna haja haja gani gani ya wewe wewe kunyanyuka kwenda chooni kuongea na na simu? Kuna haja gani kwa wewe kukaa kwanza kuchati na mwanamke mpaka saa tano za usiku na anajua kabisa kwamba una familia? Kipi anachokitengeneza kwenye maisha yako? Je, huyo ni mwanamke mwema kwako, asiyeheshimu familia yako, asiyemthamini mke wako? Kwa sababu kama mwanamke amekuja kwenye maisha yako, anajijua kabisa, mimi ninaiba mume wa mtu, lazima awe na heshima kwa mke wako. Kwa nini huyo ana ujasiri wa kuchukua simu, anampigia mke wako, anamtukana? Kwa nini ana ujasiri huo? Kwa nini ana ujasiri wa kutoa maneno ambayo wewe unaongea na yeye, au mengine anatunga, anamwambia mke wako? Kwa nini wewe unatoa siri za mke wako kwa huyo mwanamke? Kwa nini huyo mwanamke ndio unamuona mzuri sana kuliko mkeo? Mkeo umeishi naye miaka mitano, miaka sita, miaka nane, eh? miaka kumi, miaka kumi na ngapi huko. Leo hii mke wako amekuwa mbaya kwa sababu ya mwanamke aliyekuja kwenye maisha yako. Mna miezi michache tu, mna mda mfupi tu, amekuwa muhimu kuliko mkeo. Mkeo, mkeo unamuona amechanganyikiwa, mkeo, mkeo unamuona amepoteza dira. Huyo mwanamke wa nje ndo unamwona ni kila kitu. Kwa nini wewe huwezi kujiuliza, kwa nini nimechanganyikiwa sana na huyu mwanamke? Jitahidi kujiuliza. Wengine mnarogwa huko, unakaa mahali ambapo hauko salama, unachezewa akili yako, mwisho wa siku akili zinakuja kurudi, umeshapoteza familia yako. Mwanaume mwenye akili timamu hawezi kufurahi kuwa mtu ambaye anamuumiza mkewe. Hawezi kufurahia anaposemwa vibaya na mkewe kwa sababu ya tabia zake mbovu. Hawezi kufurahishwa anavyosemwa na mkewe kwamba yeye ni Azam TV burudani kwa wote. Hakuna mwanaume anayefurahia. Kwa nini wewe unafurahia hicho cheo? Kwa nini unafurahia hilo neno? Kwa nini unaona kama ni sifa? Wewe kuitwa muhuni, wewe huoni ni shida hiyo. Unavyoitwa muhuni mbwa, wewe unaona ndiyo maisha hayo. Unaona ndiyo wanaume huo, unajidanganya. Wanaume wenzio hawako hivyo. Wanaume wenzio wanaheshimu familia zao, na ukiona kuna mwanaume anaheshimika sana kwenye familia za, kwenye familia yake ukiona anaheshimika mwanaume, mwanaume anapewa utii, anapewa utii, usikivu wa mke wake kwa hali ya juu. Usije ukafikiri yuko kama wewe. Mwenzako anamheshimu mke wake, anaweka mipaka ya heshima. Mke wake hamuumizi kihisia wala kwa namna yoyote ile. Ikitokea mwenzako, huwa inatokea kwa bahati mbaya, sio wewe unayeonyesha. Huo sio wanaume huo ni ujinga, huko ni kukosa akili. Inafikia hatua mpaka baadhi ya wanaume wenzio wanakushangaa kwamba huyu jamaa, ina maana anashindwa kuweka mipaka? Huyu jamaa anashindwa kumheshimu mke wake, huyu jamaa yukoje? Huyu unachanganyikiwa na mwanamke mpaka inafikia hatua unamsahau mke wako, unamtendea vibaya, vitendo vibaya mke wako, unalalua moyo wa mke wako, uko tayari kuonekana vibaya kwa mke wako ambaye ana watoto wako, kwa ajili ya kimwanamke cha kupita. Baadhi ya wanaume mbadilike hii tabia. Baadhi ya wanaume mnawaumiza wake zenu. Baadhi ya wanaume mnawapa machozi wake zenu, wake zenu wanalia, tunaona. Baadhi ya wanaume mnawaonea wake zenu, jamani. Mwanaume amesha tongoza wanawake wa mtaa mzima, mwanaume amesha tongoza marafiki wa mke wako, mwanaume ameshafanya nini? Ndio wanaume ulivyo? Hapana, kwa kweli baadhi yenu badilikeni. Tusiwe watu ambao tunawahubiria wanawake kwamba mfanyie hivi mumeo, mfanyie hivi pengine huyo mwanamke hana hata amani ya kufanya hivyo hapo alipo, moyo ulishavunjika, moyo ulishachoka. Akikutazama hana hata hamu, haoni sababu ya kukutendea tena wewe vizuri. Pengine tunawahubiria watu wabadilike, kumbe wanaishi na wanaume ambao wanawaonyesha tabia mbaya. Shika ninachokwambia, hakuna mwanamke anayeweza kukuonyesha tabia nzuri ikiwa wewe unamtendea vibaya, ikiwa wewe unamuumiza usiku na mchana. Hilo lazima ulijue, hakuna kuheshimika mahali usipoheshimu.